Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi mliopo hapa, mwenge wa uhuru umefika katika jengo letu hili, ambalo jengo hili ni moja kati ya mafanikio ambayo yanaendelea kuwekwa na taasisi hizi za serikali na taasisi binafsi ndani ya manispaa yetu hii ya Lindi. Nyinyi binafsi leo hii ni mashuhuda, tumejionea mambo makubwa na mazuri yanayoendelea kufanyika ndani ya manispaa hii. Kwa kweli, tunawashukuru sana viongozi wa manispaa ya Lindi kwa kazi kubwa mnaoendelea kuifanya. Lakini pia nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliwaahidi wananchi wa taifa hili, moja kati ya mambo ambayo ni kuhakikisha kwenda kuboresha sekta ya afya katika maeneo mbalimbali ambayo wanaishi wananchi wetu, na kuna changamoto katika maeneo hayo. Kwa kweli hapa tumejionea ushuhuda mkubwa juu ya uimarishaji wa sekta hii ya afya ndani ya manispaa hii ya Lindi, naomba tupige makofi mengi sana, ndugu zangu wananchi. Haya yanafanyika kutokana na mapenzi aliyonayo Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi binafsi, timu Mwenge wa Uhuru, ambao wametupa jukumu la kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunajionea haya kwa vitendo, ndugu zangu. Hili jengo ambalo lipo hapa lilikuwa halipo katika eneo hili, lakini kutokana na wenzetu hawa wa NHIF kuona jitihada anazozifanya rais, wameona na wao ipo haja kufika Lindi, lakini pia kuwekeza mradi huu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Imegundulikana kwamba wananchi wengi ambao wanahitaji kupata bima za afya na kuweka usalama wa afya zao, imekuwa ni changamoto katika maeneo haya. Ndiyo maana leo hii wameona ipo haja ya kujenga jengo hili ili liweze kuwasaidia wananchi walio wengi katika maeneo haya. Niwaombe sana ndugu wananchi, tuwaonge mkono wenzetu wa NHIF kwa sababu leo hii wanafanya kazi kubwa ya kujenga miundo mbinu hii ili kurahisisha huduma. Mimi binafsi nimetembelea hili jengo, humo ndani nimejionea mambo yote ambayo ni mahitaji kwa wananchi, yanayohitajika kwa ajili ya kupenda kupata bima ya afya na bima nyingineo. Kwa kweli tumejionea, na jengo hili liko imara na limezingatia mahitaji. Naomba tupige makofi mingi sana. Ni waombe sana ndugu wananchi, huduma hii imeshafika karibu yetu, isiwe leo hii jengo hili lipo hapa ikawa wanaishia kukaa wafanyakazi tu humu ndani, lakini nyinyi wananchi kuleta majukumu hawa wafanyakazi wafanya kazi ikawa haipo. Lakini pia hii itarahisisha wenzetu hawa, wakihitaji wahudumu humu ndani, wakihitaji wasaidizi wa sekta mbalimbali, naamini wataangalia wananchi walio karibu na manispaa hii na walio karibu na hili jengo ni waombe sana kama wananchi, tuwape mashirikiano makubwa wenzetu hawa NHIF, na tuwape mashirikiano ambayo yataenda kuwapa nguvu na kuendeleza miradi kama hii, kurahisisha zaidi. Leo hii lipo hapa, lipo mjini, kesho na kesho kutwa litaenda na maeneo mengine, wataweka hata matawi na maeneo mengine madogo. Naamini kupitia uzalendo walionao wataendelea kufanya haya kwa vitendo na kuonyesha ari na mapenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Ofisi ya NHIF Lindi inasajili wanachama na kuhudumia vituo vya afya vyote mia tatu na mbili kwenye mkoa wa Lindi, ikiwa ni pamoja na kulipa madai kila mwezi. Mradi huu unaweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi na kuhakikisha kuwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima ya afya na umma wa Tanzania unapata huduma bora katika mazingira bora na kwa ufanisi tukitekeleza bima ya afya kwa wote. Mradi huu utatekelezwa kwa awamu mbili, ambapo gharama ya mradi kwa awamu ya kwanza ni kiasi cha shilingi milioni mia nne arobaini na moja elfu themanini na tisa mia tisa na nne nukta nane sifuri. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi ulianza tarehe moja mwezi wa nane mwaka 2024 na, na unatekelezwa na Watumishi Housing Investment Limited, taasisi ya serikali inayojihusisha na ujenzi wa nyumba za watumishi wa serikali na majengo mbalimbali ya serikali. Mradi ulitarajiwa kukamilika tarehe 15 Mei 2025. Ujenzi umefikia asilimia 94.6, na kazi zinazoendelea kwa sasa ni za umaliziaji. Mpaka sasa jumla ya kiasi cha shilingi milioni mia mbili arobaini laki sita hamsini na tatu mia tisa arobaini na mbili nukta tisa kimelipwa kwa mkandarasi kama malipo ya awali, ili kumwezesha mkandarasi kufanya kazi ya uf, kwa ufanisi. Malipo haya ni sawa na asilimia stini ya gharama za mkataba. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwa niaba ya management na watumishi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya na Watanzania wote Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za NHIF na, na, na, na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo